Mwanaume anaweza akawa anatoa zile mbegu ambazo ni nzito almost ina unjano kama hajashiriki tendo kwa muda mrefu. Kuna mtu alikuwa ameuliza, je, mbegu za mwanaume kuwa nyepesi au kuwa nzito kama za maji maji au kuwa za njano njano, ni kitu ambacho kinaweza kikawa kinatusaidia kujua kwamba mwanaume anaweza kampa mwanamke ujauzito au la. Of course, tunavokuwa tunafanya kipimo cha kuangalia mbegu za kiume huwa tunaangalia kuanzia physical appearance ya mbegu mpaka uh, microscopic appearance ya mbegu Tunavyokuwa tunaangalia appearance ya mbegu zile mbegu za mwanaume tutaangalia, je, zina rangi gani, zina volume gani? Je, tutaangalia na vitu kama viscosity, kwamba ule, ule uwezo wa kuvutika wa zile mbegu ni kwa kiasi gani? Tukitoka hapo, tutakuja kuangalia kwenye microscopic, ambapo tutakuja kuangalia kwamba je, uh, mbegu mbegu ya kiume zile seli zile sperma, zina kichwa zina mkia na mwonekano kama ule unaotakiwa majimaji ambapo zile mbegu huwa zinakuwa zinatembea je, yeah, yana mazingira ambayo ni sahihi kwa mbegu kutembea. Tutaangalia spidi ya zile mbegu yeah, zinatimbia kama zinavyotakiwa? Lakini mwisho wa siku tutakuja kuangalia zile mbegu zina namba gani. Lakini sasa physical physical appearance zinaweza zikawa zikatudanganya. Physical appearance tu ya mbegu haitoshi kudetermine kwamba mbegu zina ubora au hazina ubora. Kwa mfano, mwanaume ambaye anakuwa anashiriki tendo kwa muda mrefu. Vile anashiriki mara kwa mara. Hawa wanaume mara nyingi huwaga wanakuwa wanatoa zile mbegu ambazo ni nyepesi. Mwanaume anaweza akawa anatoa zile mbegu ambazo ni nzito, almost ina unjano kama hajashiriki tendo kwa muda mrefu. Mwanaume huyo huyo ukimweka na mwanaume ndani wameenda honeymoon wanashiriki tendo mara tatu ndani ya siku moja, mara ishirini na moja ndani ya wiki moja. Huyu mwanaume hawezi akawa na zile mbegu ambazo ni nzito. Unavyokuwa unaendelea kushiriki tendo, zile mbegu huwa zinaanza kuwa nyepesi na haimaanishi kwamba unakuwa hautengenezi mbegu zenye ubora. Mbegu moja ya kiume huwa inachukua mpaka siku sabini na mbili kutengenezwa. Zile mbegu zikitengenezwa huwa zinatunzwa kwenye sehemu ya juu ya korodani ambayo inaitwa epididymis. Zikitunzwa pale huwa zinasubiria for the right time kutoka. Kwa hiyo mbegu ambazo zinakuwa zimekaa pale muda mrefu ndo huwa zinaweza zikawa zina determine texture ya mbegu zako. Lakini kingine ni kwamba ule uteuto huwa unatengenezwa, ule uteuto ambao huwa unaona ule, ile rangi. Mara nyingi huwa inatengenezwa kwenye tezi dume. Inamaanisha kwamba the longer you stay away from sex, Ukua kini utakuja kumpima. Lakini haimaanishi mwanaume ambaye hana matatizo yoyote akitengeneza zile mbegu ambazo ni nyepesi hawezi kumpa mwanamke ujauzito. Hapana. Inshoti ni kwamba ubora wa mbegu za kiume hauwezi kupimwa kwa kuziangalia tu.